Hasira kubwa zimeibuka nchini Nigeria kufuatia tangazo la kutaka kukamatwa kwa waziri wa zamani wa mafuta, Timipre Sylva, lililotolewa na tume ya uchunguzi wa masuala ya ufisadi yaani EFCC tu ambayo msemaji wake amehitaja kuwa ni ya kisiasa. hii ni TriGen Media. Sylva pamoja na watu wengine wanatuhumiwa kutumia vibaya fedha kiasi cha dola milioni kumi na tano za Marekani ambazo zilitolewa na bodi ya usimamizi na ufuatiliaji wa maendeleo yani NCDMB kwa ajili ya ujenzi wa kiwanda cha kusafishia mafuta. Mnamo Novemba 6 ya mwaka huu, kupitia mitandao ya kijamii, tume ya uchunguzi wa masuala ya ufisadi ilitoa tangazo la kumtafuta Silva, ikiwataka wananchi wenye taarifa kuhusu alipo watoe ushirikiano. Hata hivyo msemaji wake Julius Bokoru amesema kuwa Silva kwa sasa yuko nchini Uingereza kwa ajili ya matibabu na kwamba atawasiliana na tume hiyo mara atakaporejea nchini humo. Bokoru aliongeza kuwa ujenzi wa kiwanda hicho kichotakiwa kuanza kufanya kazi kwa robo ya mwaka mnamo mwaka elfu mbili na ishirini na tatu ulikuwa halali, uwazi na una nyaraka zote za kuthibitisha uhalali wake. Hata hivyo ripoti zinaonyesha kuwa utekelezaji umedumu kwa muda mrefu bila matokeo halisi baada ya miezi thelathini na miwili tangu mkataba kuidhinishwa mnamo Machi mwaka elfu mbili na ishirini na moja ambapo tarehe ya kukamilisha ilisogezwa hadi Disemba elfu mbili na ishirini na tatu bila hakikisho la uhakika. Msemaji wa Sylva pia ameonyesha kushangazwa na uamuzi wa tume hiyo wa kumtangaza bosi wake mitandaoni badala ya kumtafuta kwa njia rasmi, akisema hatua hiyo imelenga kuamsha hasira na chuki za wananchi dhidi ya Sylva. Kwa mujibu wa EFCC, tangazo hilo lilitolewa kufuatia kibali cha kukamatwa kilichoidhinishwa na mahakama kuu ya Lagos Novemba 6, ya mwaka huu. Sylva aliwahi kuwa waziri wa mafuta kuanzia mwaka elfu mbili na kumi na tisa hadi elfu mbili na ishirini na tatu chini ya aliyekuwa rais wa wakati huo Muhamadu Buhari, na kabla ya hapo aliwahi pia kuwa gavana wa jimbo la Bayelsa linalosifika sana kwa utajiri wa mafuta kati ya mwaka elfu mbili na saba na elfu mbili na kumi na mbili Hii ni TriGen Media.